Wakati wa mapambazuko katika ziwa Kivu, wavuvi wanarejea ufukweni na samaki wao waliopata usiku, lakini migogoro inayoongezeka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inatishia maisha wengi katika sekta hii muhimu. Uwepo wa waasi wa M23 ambao wameuteka muji wa Bukavu tangu mwezi Februari umeathiri uchumi wa muji huu kwa mujibu wa mkuu wa jimbo la Kivu Kusini, mzozo wa sasa umesababisha kupanda kwa bei za bidhaa muhimu, biashara pia zikifungwa kwa mji huu. Mmoja wa vijana ambao walikuwa wanafanya kazi ya uvuvi kwenye ziwa Kivu hapa anaeleza changamoto wanazopitia. Enge tukateka tu pembeni pembeni, tukiangia mbali mbali kidogo vurema wanatuchinja tua njo, tua na wanatuwelwa vyote vituko navyo Kiso kitu Mvuvi mwingine Bahati Vina Sambaya na wakilisha wavuvi katika eneo la Kalegera anakadiria kwamba karibu asilimia 85 wa wakaazi wa Bukavu wanategemea uvuvi kujiendeleza kimaisha. Juni vya mingi. Leo niko kwangu mupeshe njo niliuza sipange na mwana panga naye kwa na tarajia tu ni mule mule mupeshe, juu kama hauna kazi hawezi enda panga nyumba ya watu. Mimi nasomesha batoto sa kawaida, niko nasomesha mwe kenzi amfa kuko wemi baofelewe, mi nasaidia kuko wangu, lakini bote banaangalia tu tukwile kazi ya peshe lakini hali ya usalama kuendelea kuwa mbaya pamoja na kupunguka kwa usambazaji wa samaki ni tishio kwa namna wakazi wa muji wa Bukavu wanavyoishi. Umoja wa Mataifa umesema kwamba zaidi ya watu laki saba wamepoteza makazi yao mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu mwanzoni mwa mwaka huu kutokana na mzozo. Mchuzi wa samaki Mwamini Muhindo anasema hali inaendelea kuwa ngumu. kama sambazazi iko ndakuwa sina hata samfra lakini venye masambaza watatupatia sambaza, tunaenda uzisha, kesho tunalipa, lakini kwa leo juu ya wasiwasi viko vanashindwa tupatia deni kwanza, juu havapate kitu kwanza, na viko vanashindwa tupatia deni juu abajue butakucha. Bashige Ami Ndeko, mchambuzi wa maswala ya kiuchumi kutoka nchini DRC anasema sekta ya uvuvi nchini DRC ilichangia asilimia 6.0 ya pato ghafi kabla ya mzozo wa sasa kuanza.